Mtazamaji, mahakama ya Kwale imewarai wakazi kusuluhisha kesi nje ya mahakama ili kuzuia mrundiko wa kesi mahakamani. Jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Lucas Naikuni amesema kwamba kesi nyingi za ardhi zinaweza kusuluhishwa kwa haraka nje ya mahakama na kuepukana na mahangaiko ya kusubiri kesi kutatuliwa mahakamani kwa muda mrefu. Kwa sasa zaidi ya kesi elfu nne za ardhi hazijatatuliwa Kwale kutoka mwaka elfu mbili na kumi na sita. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi kutoka Kwale. Idara ya mahakama kaunti ya Kwale imeandaa matembezi na kikao cha uhamasisho kwa umma kuhusu njia mbadala ya kutatua mizozo mingi ambayo huishia kama kesi mahakamani. Mahakama ya mazingira na ardhi ikisema upatanisho baina ya washtaki na washtakiwa ni mojawapo wa njia za kusuluhisha kesi kwa haraka na kwa gharama ya chini. Jaji Lucas Naikuni akisema mahakama ya mazingira na ardhi Kwale ina kesi mia nane ambapo hamsini tayari zimetengwa kusuluhisha kupitia upatanisho tunasema kwamba uh, upatanishi ni eh, aina gharama uh, ni gharama ni kidogo ambayo itagharamiwa na, na serikali. Ni, ni kujitolea wewe mwenyewe unajitolea, tukulazimishi au lazimishi, unajienda unaenda mwenyewe. Na vilevile mwenye kusikiza kesi hana upendeleo hana upande yote ambaye anapendelea, na nyinyi wenyewe mna watu mnaelewana. Ni watu kesi ambazo tunapeleka pale ni kesi za jamii, ni kesi za mipaka, ni kesi ambazo ni rahisi, ambayo nyinyi wenyewe mnaweza kuzitatua. Njia ya upatanisho ambayo inatambulika kikatiba inatoa nafasi ya kusuluhisha kesi kwa siku sitini kabla ya wahusika kurejea mahakamani baada ya maafikiano. Njia hii ikisemekana kupunguza idadi ya kesi mahakamani. Mahakimu wa Kwale wakishughulikia zaidi ya kesi elfu nne kutoka mwaka wa elfu mbili kumi na sita kwa sababu ya zile case workload ambazo tuko nazo unaweza pata kesi ya 2020 2021, bado hata haijafika haijapiga hatua, lakini ukienda kwa mediation inamalizwa kwa hivyo. Those are the advantages ambazo ningehimiza tuziangalie sana, tuzipige darubini so that ne, hata mtu ukikuwa na dispute usiharakishe kuja kotini, let the court be your last resort. Uh, cases za divorce mara nyingi huwa tuna refa nyumbani kama itashindikana pale, ndio tunaambia kama mtashindikana. Si kwamba tunaambia tu kwamba mwende msuluhishe, ah, mwende msuluhishe na muandikie ripoti mlete. Kama mtaelewana pia mkuje mjulishe kwamba tumeelewana, tumesolve. Mnazozana hapo, finally unapata mmepigania sababu ya mchanga huu, halafu unajipata huko ngerezani. Kuna effects nyingi za conflict pale nje, mojawapo ikiwa in productivity kwa sababu mnapoanza kung'ang'ania ardhi kama hii, basi hakuna litakaloendelea kwa ile ardhi. Washikadau wakitakiwa kusisitizia umma umuhimu wa mbinu hii, na wengi wakihimizwa kujisajili kama wapatanishi. Na mpatanishi ama medieta hawezi kulazimisha. Hatulazimishi sisi, kazi yetu ni kuwazungumzia wale na kuwaonyesha kwamba kuna maisha ya kesho na kesho hiyo nyingine na, na ule uhusiano wenu, ili mukaweze kuhudumisha Mediators wameketi wapi? Levo moja na nyinyi na wengine wako hapo, sawa sawa, meaning you can easily access justice through mediation. Ni kitu nzuri sana, ni jambo nzuri sababu watu watarudi pamoja na wataendelea kuishi pamoja, hakuna mwingine atahama kwenda pahali. So kushikiana panga, hiyo si solution. Iwapo wakazi watakumbatia njia ya upatanisho kutatua kesi mbalimbali, mrundiko unaoshuhudiwa mahakamani utapungua. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen.